Mimi Amor Saif Abdalla nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote; kwamba nitahifadhi nitahifadhi nitalinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.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 Mimi Andrea Kundo Mathew, nahapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba